Shida ya maji imekuwa kero kubwa sana kwa jiji letu la Dar es Salaam. Tunaomba mamlaka stahiki na serikali yetu iwajibike ili tatizo liishe kwa wakati. Kwa mimi kama sasa hivi, na niasiri upande wa familia yangu, kwani nina watoto watatu na mke wangu. Kwa hiyo maji kwa muda wote inahitajika maji mengi, unaona, inahitajika maji mengi ili tupate mahitaji yetu, kama kila siku tunatumia maji kwa wingi. Takriban kama siku nne hivi. Kuna jirani yetu mmoja hapo kidogo yeye ametima mashine pale, kwa hiyo muda mwingi tunakwenda tupata huduma kwa hapo. Nasikia kama lakini, wakati mwingine akiamua kufunga anafunga, uwezi kumdhaminisha. Namshukuru Mungu anapotupa nafasi ya kupata huduma tunapata huduma. Kwa sasa hivi changamoto tulipoona hapa, maji kwa muda unachukua kama hii siku saba ya leo. Kwa hiyo sisi maji hapa doki kama hivyo, maji yenyewe ya chumvi pale tukienda kuchota ndio hivyo, watu wengi tuna haupati kwa wakati. Kwa hiyo ndio hivyo, tunaomba kidogo watuangazie kwenye changamoto hiyo ya maji yaani.